Nataka nikwambie siri ambayo hautakuja kukamatwa ukiwa unatumia WhatsApp. Sasa siri yenyewe ni nini? Njoo nikwambie, kuonyeshe siri ambayo hautakuja kukamatwa kamwe ukiwa unatumia WhatsApp. Utafungua WhatsApp yako, ukishafungua WhatsApp yako, utakuleta kwenye conversation. Utachagua jina ambalo unataka meseji isionekane kwa mtu yoyote atakayeshika simu yako. Sasa ukishabwaniza pale juu unaingia hapa chini mpaka pameandikwa chat lock. Kama hapo una enable, alafu uta continue, utatumia fingerprint, pattern au face ID. Mimi natumia pattern hapa, na ikishafungua kama hivyo hapo, nakuwa tayari nimeactivate. Kwa hiyo chat yangu hiyo haitaonekana hapa kwenye conversations za kawaida. Utakuwa hapo juu, ukibonyeza, unabidi kuruhusu kwa kupitia lock zako, utafungua then utaingia ingia hapo utakuta chat zako, utachati kama kawaida, itakuwa ni privacy. Kwa hiyo ukija hapo juu haitokuwepo kama hivi hiv yani. Mtu akishika simu yako hawezi ona, na ukitaka kurudisha unarudi pale, pale pale unaweka lock yako, utakuta jina lake uteni, utabonyeza hapo juu, ushabonyeza hapo juu, utashuka pale kwenye chat lock alafu utaitoa then utaruhusu tena lock zako, utatoa hapo, utakuwa tayari umeitoa. Kwa hiyo haitokuwepo hapo kwenye lock, Utarudi kwenye kawaida kwenye conversation za kawaida. Kwa hiyo hapo utakuwa umeweza kuficha namna ya mtu yoyote kushika simu zako na kuingia kujua conversation ya mtu yoyote nadhani, hiyo ni sehemu ndogo sana ya WhatsApp. Sasa na vitu vingi sana vya kukuambia kuhusiana na kujifunza kuhusiana na WhatsApp na vitu vingine kwenye mitandao mingine, sasa ili uwe mjanja kwa kujua mambo mengi kuhusiana na mtandao ni follow Ukishani folo tu, mambo yote nakuwa nadondosha hapa, lakini sisau kudondosha komenti, yako ni muhimu sana.